Mheshimiwa Kole, kwa ya kwanza kabisa, mimi nishukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa fursa ya kuweza kuja kukutana leo katika tukio hili muhimu ambalo linatuunganisha lina na wa wanafunzi wetu wa kidato cha sita ambao hivi karibuni watafanya mitihani, lakini kwa kuwa walikuwa wanashiriki katika klabu za wapinga rushwa ambazo zinaasisiwa na taasisi ya kuzuia kupambana na rushwa, leo tu katika jukumu la kuwapa vyeti na kuwapongeza ili waweze wakumbuke vizuri atakapokuwa anapokwenda kule kwamba alishiki uzo kwenye klabu kiuaminifu zaidi lakini vile vile waweze kuishi kimaadili. Vijana ni jeshi kubwa na linakadiriwa kuwa ukilinganisha na makundi mengine katika jamii kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 kundi hili lilikuwa lina asilimia 77.3 ya watu, milioni sitini na moja point. Ukubwa wa kundi hili ni nguzo imara kubadili mtazamo wa jamii kama tunavyojua katika kukuza jamii yote ambayo inakuwa na heshima na adabu na uadilifu tunaanza chini. Kwa hiyo sisi kama taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa tukaona tutengeneze klabu hizi katika shule za msingi, shule za, za sekondari, vyuo na vyuo vya kati. No, no, na kwa takwimu ambazo tunazo hapa katika wilaya ya Iringa tuna klabu karibia za shule za msingi ni mia moja thelathini na nane sekondari 56 sita vyuo viko vitatu na vyuo vitano ni vyuo vya kati. Hivyo kwa sasa TAKUKURU imejikita kuwa tunahakikisha kwamba tunawafikia vijana hawa na tutori katika kuwaelimisha, na leo ndiyo mfano halisi hawa ambao tumekaa nao kwa kipindi cha miaka miwili na leo wanahitimu, wamekuwa wakipata mafunzo namna gani ya kuenenda na kuepuka na vitendo vya rushwa na kuishi katika hali ya uadilifu.